Jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Ndugu zangu, leo ni siku ya Alhamisi tukiwa katika juma la pili la Kwaresima mwaka si wa kanisa. Katika liturujia ya neno, hasa sehemu ya injili takatifu, tunasoma injili ya Luka sura ya 16 aya ya 19 hadi ya 31. Yesu aliwaambia Mafarisayo: palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyevaa nguo za rangi ya zambarau na kitani safi, na kula siku zote kwa anasa. Na maskini mmoja jina lake Lazaro huwekwa mlangoni pake, ana vidonda vingi, naye alikuwa akitamani kushibishwa kwa makombo yaliyoanguka katika meza ya yule tajiri; hata mbwa wakaja wakamramba vidonda vyake. Ikawa yule maskini alikufa akachukuliwa na malaika mpaka kifuani mwa Ibrahimu. Yule tajiri naye akafa akazikwa. Basi kule kuzimu, aliyainua macho yake alipokuwa katika mateso, akamwona Ibrahimu kwa mbali na Lazaro kifuani mwake. Akalia akasema, e, baba Ibrahimu, unihurumie, umtume Lazaro achovye ncha ya kidole chake majini, au burudishe ulimi wangu kwa sababu ninateswa katika moto huu. Ibrahimu akasema mwanangu, kumbuka ya kwamba wewe uliyapokea mambo mema yako katika maisha yako, na Lazaro vivyo alipata mabaya. Na sasa yeye yupo hapa anafarijiwa na wewe unaumizwa. Na zaidi ya hayo, kati yetu sisi na ninyi kumewekwa shimo kubwa, ili wa, wale watakao kutoka huku kwenda kwenu wasiweze wala watu wa kwenu wasivuke kuja kwetu. Akasema basi baba, nakuomba umtume nyumbani kwa baba yangu, kwa kuwa ninao ndugu watano ili, washu, ili awashuhudie wasije wao pia wakafika mahali hapa pa mateso. Ibrahimu akasema, wanao Musa na manabii na wawasikilize wao. Akasema la, baba Ibrahimu lakini kama akiwaendea mtu atokae kwa wafu watatubu. Akamwambia, wasipowasikia Musa na manabii hawatashawishiwa, hawatashawishiwa hata mtu akifufuka katika wafu. Ndugu zangu, kupitia somo la Injili tulilosikia tunaaswa na mama kanisa kuhusu umuhimu wa kuwajali maskini, kujenga maisha ya kiroho na kuwa makini na matokeo ya matendo yetu. Pia tunasitiziwa umuhimu wa kusikiliza na kufuata mafundisho ya Mungu kwa imani, kwani ndiyo njia ya kupata uzima wa milele. Sehemu ya Injili hii tuliyosikia, mtaguso wa Orange uliofanyika mwaka 529 baada ya Kristo ulitumia maneno ya Injili hii kuthibitisha kuwa kuna mbingu na kuzimu na kuwa mtu hupata thawabu na adhabu kulingana na maisha yake hapa duniani. Ndugu yangu, tunachojifunza kupitia injili hii na kupitia mafundisho haya ya kanisa, ukweli kuhusu mbingu na kuhusu kuzimu upo na ni uwazi kabisa. Huo ni ukweli usiopingika. La msingi Ukienda mbinguni au kuzimu unachagua leo kupitia maisha yako na matendo yako. Tuko kipindi cha Kwarezima, kipindi cha kutenda matendo ya huruma, kipindi cha kusali na kufunga. Basi tutafakari vizuri juu ya mfano huu Yesu anavyokuwa alivyowaeleza Mafarisayo. Kama Lazaro yuko mbele yako, umemsaidia au unazidiwa hata huyo mbwa aliyelamba miguu yake yenye vidonda. Akubariki na kulinda Mungu mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.